Kwa sababu mm -hmm, ni Rich Mavoko. Mm, nafikiri kwa sababu nikisema, si kwa sababu ya kitu chochote, itakuwa ni uongo wewe. Yeah. ni mkubwa kuliko mtu hapana, ni kwa sababu tu ni Rich Mavoko, na kwangu, kwa upande wangu, haikuwa mbaya. Inaweza kuwa mbaya kwa kwamjai kuwa na matatizo na Wasafi media, siyo, unanielewa? Utakuwa sasa unaelewa exactly nini namaanisha na ndo maana sikuwahi kukutolea kauli yoyote mbaya, ulikunipigia tunaongea. Mawimbi ya anga ya Afrika Mashariki hapo awali yalinguruma kwa sauti ya kipekee ya Richard Martin Lusinga, msanii wa Tanzania aliyejulikana na mamilioni kama Rich Mavoko. Umahiri wake wa mziki na uwepo wake jukwani ulivutia, ukaahidi utawala katika ulimwengu mahiri wa Bongo Flava. Truth Hub ilifanya utafiti wa kina na leo tunakufichulia kinaga ubaga kwa utendeti jinsi Rich Mavoko alivyoporomoka kutoka juu ya mnara wa Babeli wa mziki wake hadi jina lake kusahulika kama star wa Bongo Flava. Usisahau ku like, share and subscribe. Alizaliwa Oktoba tarehe 26 mwaka elfu moja kenda mia tisini huko Morogoro nchini Tanzania. Maisha yake ya awali iliweka msingi wa matarajio yake ya kisanii. Ingawa maelezo ya utoto wake bado yanabaki kuwa faragha kwa kiasi kikubwa, ni wazi kwamba utajiri wa kitamaduni na urithi wa muziki wa Tanzania ulichukua jukumu lisilopingika katika kuunda maisha yake ya baadaye. nifanya yaone wengi ukauzurumu leo unatamani, wewe kurudia zamani wewe, uliniruguni kwa penzi la story. Shauku ya Mavoko kwa mziki iliwaka akiwa na umri mdogo hata akiwa msanii huru huko Morogoro, talanta yake ilianza kung'aa. Alinolia ujuzi wake katika mazingira ya mziki wa chini chini, akajenga mashabiki wa ndani. Wimbo wake wa kwanza Roho Yangu ulikuwa hatua muhimu kuonyesha uwezo wake na sauti yake, na hata uandishi wa nyimbo ukavutia wale ambao hivi karibuni wangechukua jukumu muhimu katika kazi yake. Walinena wazee wa zamani. Mwelekeo wa kazi ya Rich Mavoko ulibadilika sana mnamo mwaka 2016 alipojisaini na alipo na King Kaka Records. Leo hii ikijulikana kama Kaka Empire Records. Lebo hii ilianzishwa na rapo wa Kenya King Kaka Iliashiria kuingia kwake katika miundombinu ya mziki iliyoimarika zaidi, walakin safari yake ilichukua mkondo mwingine baada ya mkataba wake na King Kaka kwisha. Alijiunga na WCB Wasafi, lebo kubwa ya rekodi inayoongozwa na superstar wa Tanzania Diamond Platnumz. Hatua hii ilionekana kama hatua kubwa, ikimweka pamoja na baadhi ya majina makubwa katika mziki wa Afrika Mashariki. Chini ya bendera ya Wasafi, Rich Mavoko alipata mafanikio yake makubwa zaidi. Ushirikiano na wasanii mashuhuri kama vile Diamond Platnumz, Harmonize na msanii wa Nigeria Patoranking ulizalisha vibao vilivyoshika nafasi za juu kama Kokoro, Rudi, Show Me na Bad Boy. Nyimbo hizi zilisikika kote kanda, zikaimarisha hadhi yake kama msanii mahiri wa Bongo Flava. Sauti yake ya kuvutia na haiba yake jukwani zilimfanya kuwa kipenzi cha mashabiki, akajaza viwanja na kutawala mawimbi ya redio. Ni story tu, ni story tu kweli lakini mchongo ulichelewa kwa sababu ya mipango. Wala sio na wala sio eti kuna ofa nilipewa na WCB nikakataa. Hapana, hapana. Ni story tu. Oh yeah, yeah. Ushirikiano ulionekana kuwa mzuri katika lebo ya Wasafi. Hata hivyo, ushirikiano huu haukudumu. Mnamo mwaka 2018, kuondoka kwa Rich Mavoko kutoka lebo ya Wasafi kulizua uvumi na utata mwingi. Ripoti zinaonyesha kutokubaliana kuhusu muundo wa lebo na vipaumbele vya uwekezaji. Mavoko mwenyewe alidokeza kuwa miundo ya piramidi kutoka juu kwenda chini na masharti yasiyo na haki ya kimkataba kuwa sababu zilizochangia uamuzi wa wake wa kuondoka, akiongeza pia kulikuwa na ugumu wa kufanya kazi huko Wasafi. Rich Mavoko alisusia kulipa ada ya kuvunja mkataba wake na, wa na pondipo, wake Wasafi napo ndipo mporomoko wake ukaanza. Wasafi ilikataa na akaunti yake ya YouTube ambayo ilikuwa na subscribers na nyimbo zake zote. Subscribers wakati huo walikuwa laki tatu sitini na tatu. Ilimbidi Mavoko kuanza akaunti nyingine na kuita Billionea Kid. Kwa kuwa hakuweza kuita Rich Mavoko Alipania kutumia jina Billionea Kid. Hii ni moja ya sababu ya kwa nini alififia. Wenzake waliomfuata kutoka Wasafi kama vile Harmonize na Rayvanny walilipa mabilioni ya ada na kuondoka na akaunti zao za YouTube na miliki nyingine za mziki wao. Akaunti ya Billionea Kid hadi sasa, miaka saba baadaye, bado haijafikia idadi ya subscribers kama wale wa zamani. Iko na subscribers laki mbili na sitini na saba. Lebo ya Billionea Kid ilipaniwa kuwa stura mpya ya Rich Mavoko. Chini ya lebo hii aliweza kutoa EP yake ya kwanza kwa jina Mini Tape mnamo mwaka 2020 akaonyesha azma yake ya kuendeleza safari yake ya muziki kwa masharti yake mwenyewe. Walakin kipindi hiki pia kiliathiriwa na msiba wa kibinafsi. Wakati fulani kabla ya kuondoka kwake Wasafi, Rich Mavoko inasemekana alipoteza kaka yake ambaye alikuwa rafiki wake wa karibu. Jambo hili liliongeza ugumu mwingine kipindi tayari ambacho kilikuwa cha mpito mgumu. Bila nguvu ya lebo, kudumisha kiwango sawa cha umaarufu na mafanikio katika soko kuu ilithibitika kuwa changamoto tofauti. Ingawa aliendelea kuunda mziki chini ya Billionea Kid, uwepo wake katika safu ya juu ya mziki wa Bongo Flava ilionekana kudorora. Chukulia hili kwa makini, hata ufuataji wake katika mitandao ya kijamii umepungua. Hadi sasa, Mavoko yupo na wafuasi milioni mbili nukta tatu katika mtandao wa Instagram, idadi ambayo ni kiduchu sana ukilinganisha na wasanii wenzake aliokuwa nao Wasafi. Harmonize anajivunia wafuasi milioni 11, huku Rayvanny akiwa na wafuasi milioni 10.5. Mbosso ana wafuasi milioni 7.2, huku Diamond Platnumz akiwa na wafuasi milioni 18.5. Ingawa umaarufu mkubwa wa enzi zake akiwa Wasafi unaweza kuwa umepungua, Rich Mavoko anabaki kuwa sehemu muhimu ya tasnia ya muziki wa Tanzania akifanya kazi yake chini ya lebo yake ya Billionea Kid. Panda shuka zake katika tasnia ya muziki zitakuwa kama funzo kwa vizazi vijavyo vya wanamuziki chipukizi. Kuna wasanii kadhaa niliwaona uh, wakifanya zile show mm -hmm. Na show zao ziko tofauti kiukweli mm -hmm. Eh, lakini kama, kwa nini wao walikuwa wapostiwi kama clip yako wewe ilivyokuwa viral eh, mtandao? Nafikiri kwa sababu ndio Rich Mavoko. mm ha -hmm. mm -hmm. Nafikiri kwa sababu nikisema, sababu nikisema, si kwa sababu kitu chochote, itakuwa ni uongo yeah. Ni mkubwa kuliko mtu hapana. Ni kwa sababu ndio Rich Mavoko. Na na kwa, kwa upande wangu haikuwa mbaya. Inaweza kuwa mbaya kwa mtu lakini bado watu wanafuatilia, wanahitaji